Mimi, kwa majina naitwa Bakari Hamisi Fundikira, ni mkazi wa Kata Nyasubi, mtaa Nyakato. Nimefika barabarani hapa nikiwa kwenye bodaboda, akatokea mama mmoja mrefu maeneo haya akiomba msaada, kina baba, tunaombeni mtusaidie hapa, nyumbani mtoto mama Kennedy amedondoka na hali yake sio nzuri. Lakini wakati huo palikuwa pana watu wamejaa majirani na pana mama mmoja analia akiwa amebeba katoto, ndiye mama mzazi wa kale katoto. Mimi nilipomsogelea yule mama nikamuuliza mbona mtoto yuko uchi, mfunike nguo ukamvishe, halafu mbona amelegea sana, shida nini? Mwanangu amedondoka, mama mzazi anasema hivyo. Baada kama dakika tano, yule mama akawa amerudi kuna pikipiki akiwa na mama mwenye nyumba ambaye anaitwa mama Kennedy, akaniambia mjumbe, naomba unisaidie. Unisaidie simu yako niweze kumpigia mwanangu aje ili tumpeleke huyu mtoto hospitali. Kweli nikampa simu yangu akampigia mwanaye ambaye mwanaye huyo kwa majina anaitwa Shida au Shija. Shija ni Shida, nikaongea naye, bana hebu njoo kwa mama yako mdogo, kuna tukio, mtoto wa mdogo wako Sofia amedondoka na hali yake sio nzuri, wahi. Akasema mimi sina sina nauli ya kunifikisha huko. Niko Mungura. Nikamwambia chukua bodaboda, tutakulipia. Kweli baada kama dakika 30 hadi 40 yule binti akawa amefika mida ya saa moja na nusu saa mbili nikawa nimerudi. Hiyo saa mbili nikakuta bado familia ipo, nikawasogelea tena, mmefikia wapi? uongozi mmeutaarifu? Wakasema uongozi sisi bado hatujautaarifu ndio tunajiandaa sasa hivi kwenda. Huyu binti ambaye Shida au Shija niliyemuita mimi kuja hapa, nilimkuta akiongea na mama mzazi wa mtoto. umemuuliza vizuri ili msaada upatikane? Akasema mjumbe, nimemuuliza vizuri yapo ambayo unaniambia yananiumiza moyo, yapi ya njoo basi. Nikawa nimemwita akaja, naye hakutaka kuongea na mtu yoyote zaidi ya kuongea na mama Kennedy. akamwambia mama mdogo, njoo hapa, umeniambia mwanangu amedunduka, lakini mbona mwili wake una alama za fimbo? Ina maana mwanangu mmempiga. Wewe shida, unasemaje mjumbe, twende hata wewe ukamwone mtoto wamempiga na alama mwilini. Nikamwambia hapana, kwa kuwa mtoto mtoto amefariki, ni vyema sasa polisi ifanye kazi yake. Mimi kwa majina yangu naitwa Jenifa Emmanuel, mimi ni mpangaji wa hapa. Nimeenda kusuka, nimetoka, nimeingia ndani. Huyu mama mfiwa kaja kanifuata, kaniambia dada, mimi nimefiwa. Nikamwambia umefiwa eh? Hey, na kale kasichana kangu amekuaje? Mbona ghafla akasema kwamba huyu mama asubuhi alimpiga alipompiga kama amemshika shingo, nikawa alikuwa na mkaba huko ndani, mimi nikawa namchungulia kwenye pazia, na mkaba na mkaba kampiga. Kaambia kwa nini ampiga hivyo, ame, amefanyaje? Akasema kwamba alikuwa anakomba mboga eti amepakua, asubuhi asubuhi tunakula na hali mboga kama nakula sana mboga, ikabidi ampige. Baadaye ndo akampiga, kaenda kwenye harusi, hazi imefika muda huu jioni, mtoto akawa ameenda chooni. Alipoenda chooni, akajisaidia afu akusafisha Kuyo mtoto kuna kavulana ka hapa kakachukua kaka fimbo kaanza kumtandika kwamba kwa nini hajasafisha chooni. Asile kumpiga yule mtoto kutokana na yale maumivu sijui alikuwa ameumia sielewi. Mtoto ndio kudondoka chini ndio kwa amepotea hivyo. Etika niambia nisilie, nikilia ataniitia mapolisi waje kunikamata atasema kwamba huyu ndo ameua mtoto wake. Kwa hiyo ikabidi mimi ni nyamanze, nisilie, yeye kaondoka hapo kapanda pikipiki kaondoka. Tabia mama mwenye nyumba, kwa kweli, anapiga, sio kupiga, ana naharibu maana na halafu naistosha, anapiga watoto ambao sio wake. Watoto wake hawezi kuwapiga hata kofi, hawezi kuwapiga hata kofi. Lakini huyu mama alikuwa anapigwa mama na mtoto, yaani anapiga mama na mtoto, alikuwa anapiga kiujumla hiyo familia. Huyo mama anaanzia kwa mama alafu anaenda kwa hao watoto anawapiga. Akisimama hapo akikuta mnapiga sori mtoto akisema pembeni kipigo. Akifanyaje kipigo? Akifanya akichezea mchanga fimbo. Yaani yeye kila kitu ilikuwa ni kupiga ni kupiga ni kupiga. Kwa kweli kwa upande wangu hata mimi mwenyewe sishindagi hapa lakini siku ambazo nakuta nipo hapa. Kwa kweli nilikuwa naumia sana. Kwa majina naitwa Hussein Mwita Swetu ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Nyakato, kata ya Nyasubi, manispaa ya Kahama. Tarehe ishirini na nane majira ya saa tatu na robo ya usiku nilipigwa simu na mwananchi mmoja msamaria mwema katika eneo hili, kwa maana ya jirani na nyumba hizi, kwamba kuna tukio kidogo linawatetanisha, kuna kifo cha mtoto kimetokea. Mfiwa kwa maana ya mama wa mtoto hakuwa na uhakika kivile kama mwanaye amefariki, aliamini mtoto amelala ataamka, hivyo labda kutokana na maumivu aliyokuwa nayo kwa hiyo wakati nazungumza naye nilipokata simu, sasa kuona namna ya kurejea huku, tayari nikapata simu nyingine tena kwa yule jirani wa eneo hili. Walikuwa wameshatoa taarifa kituo cha polisi, na mpaka kufikia majira ya saa tatu na nusu askari polisi kwa wameshafika hapa, wakawa wameuchukua mwili wa huyo mtoto na mama wa mtoto, lakini pia na ndugu wa familia mmoja alikuwepo hapa. Huku, mwenye nyumba kwa maana mama mwenye nyumba akiwa ametokomea, maana aliondoka katika mazingira ambayo yalikuwa ya, ya kiutata utata, utata. Hawakuelewa majirani ameenda wapi, ametokaje, ya na baada ya tu ya tukio pia hata hakutoa taarifa kwa majirani kuashiria kwamba kuna tukio la msiba limetokea hapa kwake, kwa hata kuondoka kwake, ni mtu aliondoka kama anaenda sokoni, kama anaenda dukani hivyo. Kwa hiyo hakuonekana hata polisi wakati wanafika, nafikiri mpaka leo asubuhi umekucha hapa nyumba kama hivi tunavyoona imefungwa, hawapo, familia nzima haijulikani iko wapi. Kwa maana ya watoto mume hayupo kikazi. Eh, shughuli zake huwa ni nje kidogo na Kahama. Unajua hili jambo liko kifamilia. Unajua mwanzo tulihisi ambao tulikuwa tufahamu, tulihisi huyu pengine anaweza kuwa ni binti wa kazi. Lakini kaonekana kwamba sio binti wa kazi, ni mtoto wa dada yake. Kwa manake binti hapa alikuwa anaishi kwa mama yake mdogo. Na huyu binti alikuwa na watoto wawili, huyo marehemu na kengine kadogo. Kwa hiyo baada ya tukio hili kutokea sasa na huyu mama baada ya kuondoka hapa ndo tukaona sasa na, na ndivyo ilivyokuwa, nafikiri kwamba walibebe sasa, kama familia, inawezekana yeye alikuwa ameshatengeneza mazingira ya ku present hali hii imetokeaje labda, eh. Kwa hiyo taarifa ya kuhamisha a ya, ya kutokuepo msiba hapa na kuwa sehemu nyingine ilianza kuvuma toka jana mapema baada ya yule dada kupotea hapa, ikaonekana ameenda kuandaa mazingira. Unajua alichukulia kawaida kwamba ni mtoto, ni mtoto tu kafariki lakini asijue kama huku nyuma mchana wake amefanya tukio gani. Kwao ni kweli walikuwa wanafanya kulikuwa ma, kuna maandalizi kama hayo. Naitwa Dr. Michael John Mushi ni mganga mfawidhi wa hospitali ya manispaa ya Kahama. Kwa uchunguzi wa awali, yani wa postmortem ulionyesha kwamba marehemu alipata majeruhi mbalimbali ambayo yanaonekana ni kwamba kupigwa na kitu kisichokuwa na ncha kali sehemu hizo mbali mbali zenye majeruhi uh, majeraha ni kama kichwani, uh, mgongoni, kifuani, tumboni na vile vile kwenye mikono na sehemu nyingine. Aliuawa baada ya kushambuliwa kwa kupigwa na fimbo na bomba la mpira la maji maeneo mbalimbali ya mwili wake na mwanamama ambaye majulikana, majulikana, majulikana, kwa jina amejulikana kwa jina la Christina Kishiwa ambaye ni bibi wa huyu mtoto kwamba mama yake na huyu mtoto ni ni, ni ndugu na huyu mama aliyefanya kitendo hiki cha kikatili sana. Na mtoto huyu alipata kujeruhiwa na akapelekwa hospitali yetu ya Kahama Halmashauri, wakati anaendelewa kupatiwa matibabu, mtoto huyu alifariki dunia, na mwanamama huyu baada ya kutekeleza uh, hiki alichokifanya cha kikatili ambacho tunakikemea vikali Ha, ametoroka lakini hatukubali. Sisi jeshi la polisi tunapita chini kwa chini, uvungu kwa uvungu, tunaendelea kumtafuta. Eti kisa kwamba kwa maelezo ya, ya mashuhuda hakumwamkia asubuhi na jioni, lakini haka katoto kalijikojolea, kwa hiyo akashikwa na hasira akamtandika mpaka mtoto huyu baadaye alisikia mauti. Jeshi la polisi kupitia dawati la jinsia tunaendelea kupinga vitendo hivi siasi ukikatili kwa watoto kama hivi ambavyo ambavyo huyu mwanamke ameweza kufanya kitu baya sana. Lakini wakikishie tu Wanakahama Wanashinyanga wote kwamba hatutakubali, na sisi tuko vizuri, kwa maana tutamkamata huyu mwanamama ili tuweze kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo sote tuna uwajibu wa kuangalia ulinzi wa mtoto. Unajiuliza, mama yake alikuwa wapi? Majirani walikuwa wapi mpaka mtoto wanapata kipigo kibaya namna hii?